Na mtazamaji wa Trend TV bwana, leo niko hapa kwa ajili ya kuletea update kuhusiana na siku ya leo ukizingatia, uh, ni kwamba leo ni siku ya tarehe 15 mwezi huu wa pawa tatu, na of course ukipiga mahesabu vizuri, basi utajua kwamba leo ni moja kati ya siku ya birthday yani, siku ya kuzaliwa ya moja kati ya wasanii ambao wanafanya vizuri kabisa katika history ya mziki huu hapa wa Bongo Flavor, na amekuwa akifanya hivyo kwa muda mrefu sana tunavyozidi kwenda umri unakwenda lakini achievements na success ambazo tunaziona katika industry au katika career yake zinazidi kuongezeka kadri ya miaka inavyozidi kwenda. Sasa hivi Harmonize anafikisha umri wa takriban zaidi ya miaka 30. Eh, nakumbuka kwamba mwaka jana wakati anasherekea siku yake ya kuzaliwa alikuwa na umri wa miaka 30, which means kwamba mwaka huu hapa 2025, obviously atakuwa tayari ameshafikisha takriban miaka thelathini na moja na sherehe hizi zimepostiwa au siku hii imepostiwa katika peji mbali mbalimbali, na imekuwa ni siku njema sana kwake kwa sababu yuko na hits vile vile. E, tunafahamu kwamba kuna ngoma mbili ambazo zimetoka kwa mwaka huu hapa 2025 kutoka kwake Harmonize Konde Boy bado zinafanya vizuri, ziko very successful. Kwa hiyo ukipita katika page ya Konde Gang wameandika kwamba happy birthday number one, Harmonize TZ wakiwa na maanisha kwamba Harmonize anasherehekea siku yake ya kuzaliwa huku akiwa na hit song ambazo zinakimbiza nafasi ya kwanza katika almost kila digital platforms ambayo unaifahamu ikiwepo pia YouTube. Ukipita huko Boomplay, Apple Music kote utakutana na mi tu ngoma ya ya Abigail Chams ikiwa ameshirikiana na Harmonize ikiwa inakamata nafasi ya kwanza, lakini pia na na vile vile ukienda katika upande wa top trending songs katika streaming platform mbalimbali utakutana na furaha ya Harmonize, tena ikiwa inashika nafasi ya kwanza, lakini pia ukienda weekly top songs kwenye upande wa ni kwamba furaha na mi tu, eh, ngoma ambazo Harmonize yumo zinakamata nafasi ya kwanza na ya pili. Alafu ukija kwenye upande wa weekly top artist huko Boomplay, ni kwamba Harmonize ndio yuko namba namba moja, namba mbili Diamond, namba tatu Mario, lakini Harmonize anakamata nafasi ya kwanza. Lakini ukija kwenye weekly top artist mm. uh -huh. uh, of course Harmonize anakamata nafasi ya kwanza lakini ukija kwenye chati nyingine kama vile pia ukiangalia kwenye, kwenye upande wa Tanzania basi, furaha ya Harmonize huko inakamata siku yake ya, kwamba, eh, se, ya kuzaliwa amefikisha umri wa miaka thelathini na moja akiwa na ngoma zake zikiwa zinafanya vizuri. ame, ame, at the same time kazi yake career yake inaenda vizuri, lakini ukija kwenye upande wa top weekly charts huko Tanzania kwenye audiomack kama nilivyosema, nikutajia top 10. Namba 10 ni Ol, ni Olodumare ya Jueli Luaga. Namba 9 ni moyo ya Diamond Platnumz. Namba 8 ni fala ya Mabantu na J Melody. Namba 7 ni mwizi ya Zuchu. Namba 6 ni wangu ya Mariona Harmonize. Namba 5 ni boda ya Bilnas na Mboso. Namba 4 ni baby ya, The, ya ya The Band na Mario, alafu namba tatu ngoma inaitwa Nairobi, ambayo hii ni ngoma ya Mario na Bien Soul, alafu namba mbili ni Looking for Love ya Darasa na Mbosso, na namba moja ni ngoma ya Harmonize Konde Boy inayokwenda kwa jina la Furaha. Kwa hiyo tunachokizungumza tuko na proof, tuko na evidence kuhusiana na mafanikio hayo ya Harmonize. Vile vile ukija kwenye upande huu huu wa ngoma yake ya Furaha ambayo ni moja kati ya benga songs kwa mwaka huu wa 2025 ambayo Harmonize ameipata, E bwana, hii ngoma sasa hivi imeshafikisha jumla ya views milioni nne huko YouTube. Kwa hiyo mpaka hapo unaelewa kabisa kwamba ngoma imetoka hivi karibuni na tayari imeshafikisha views milioni nne huko YouTube. Hii inaonyesha jinsi gani ambavyo Harmonize ameanza mwaka huu very successfully. Au vipi bwana, eh moja kati ya track kali sana hii hapa, so ukiachana okay, na hilo pia nataka nikujulishe tu kwamba single again ya Harmonize ina eh, jumla ya kwenye upande wa Apple Music. Umeona moja kati ya streams ambazo ni ngumu sana kwa wasanii wetu hapa Tanzania kupata mafanikio ni hii Apple Music, ukiachana okay, na Spotify Ukichana okay, na Boomplay ambapo tunajua kabisa wasanii wetu huko ni wababe kwenye upande wa streams za Boomplay. Okay, na YouTube, ambapo the same, pia wasanii wetu, wasanii wetu so, Harmonize single again imefikisha leo milioni mili moja huko Apple Music. Eh, bwana na ndio track ya kwanza kabisa kibongo bongo ambayo imetoka ndani ya miaka mitatu hii iliyopita kufikisha streams hao. Kwa hiyo Konde Gang wamepost wameandika kwamba bwana eh, one song one million hearts keep streaming single again on Apple Music. Eh, tunashukuru kwa upendo wenu, single again ina views, ina streams milioni moja kwenye Apple Music, Marekani. Sio Tanzania, Marekani. Umeona bwana? Single again by Harmonize has one million plays US, yani United States of America. Kwa hiyo ngoma bado inafanya vizuri Marekani. Na ndio maana hapo awali tulisema na tukaweka wazi kabisa kwamba eh, tukaweka wazi kwamba Harmonize yuko very successful katika upande wa career yake ya muziki eh, sio tu Tanzania au Afrika mpaka Marekani. So hivyo ndivyo mambo yalivyo. Umeona bwana? So, tukiendelea kwenye upande wa comments kuhusiana na siku kama hii, very special day kwake Harmonize watu mbalimbali wamemuishi happy birthday eh, ye mwenye pia Harmonize ame appreciate for the love um, ambayo wasanii wenzie pamoja na watu ambao wanamkubali wamemuonyesha. Kwa mfano kuna mtu anaitwa The Icon anasema kwamba bwana, with the new year in your life, may you achieve bigger things. Happy birthday. God bless you Harmonize, akiwa anamaanisha kwamba katika mwaka mpya kabisa katika maisha yako, basi Mungu akubless, akubariki uwe na uweze kufanikisha vitu vikubwa zaidi Eh, tunakutakia siku njema ya kuzaliwa, Mungu akubariki Harmonize. Huyo ni the icon amekuja kucomment hivyo. Kuna mtu hapa anaitwa Hans Kimondo anasema kwamba ha bombo clate bwana, kumbe tumezaliwa siku moja, yani ya kumbe tume tumezaliwa siku moja na Konde Oi, Konde Mungu atubariki kuishi miaka ya Kobe Meona. Huyo ni mtu mwingine. Kuna mtu anasema kwamba bwana huyu na Poshkwini hawajaachana bwana eh wangalieni Poshi naye pia amemposti huko. Kuna wadau wanasema hivyo kwamba Poshi Kwini bwana amemuisha Monais Happy Birthday, kwa hiyo watu wanasema kwamba huenda wakawa hawajaachana. Haya, kuna mtu amesema kwamba, bwana, happy birthday kwako, more life brother. Kuna mtu amesema bwana, kama unakubali konde tembo wa Tanzania say happy birthday konde gang ya yeah. hizo ni baadhi ya comment ambazo zimejitokeza kumuisha Harmonize, Happy Birthday, na pia vile vile ni kijana ambaye anaonekana kwamba kwa mwaka kwa huu hapa tunaweza kusema kwamba in general ni kwamba Harmonize bwana ameuanza vizuri huu mwaka au vi bwana. So at the end of the day, ukiwa kama mdau, weka maoni yako katika comment section hapo chini, tutakuwa tukisoma na kureply kila comment. Na pia vile vile hakikisha hmm, kama ilivyokuwa kawaida, hakikisha una subscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.